Asalamu alaikum guys, kumekucha salama salimin. Tupikeni uji wa ngano wa unga wa ngano wa Umi guys eh, leo tunaenda step by step. Nikionyesha vile ambavyo tutatengeneza uji wetu wa ngano wa unga wa ngano wa Umi guys eh. Kinachohitajika ni unga wetu wa Umi alafu ni hizi ngano nzima, tunahitaji tena sukari, tunahitaji nazi, tunahitaji uh, iliki, alafu vilevile tunahitaji vanila eh Haya, nikaanza matayarisho kama mnavyoniona hapa guys, nikaanza kukuna nazi yangu. Zile ngano nimezidondoa, nikazipepeta vizuri nikazibandika ziwezi kuchemka. Unahakikisha zinaiva mpaka zinakuwa tikitiki tiki, yani zinapasuka guys eh. Kaanza kutuja hapa, ilikuwa naanza kutafuta lile tuizito eh, tafuta tuizito pale. Nimelipata hapa kwenye tuizito, ufai kutia maji guys eh. Usije ukaharibu unga wako, usije ukaharibu uji wako huu usije ukaharibu furaha yako siku ya leo. Usitie maji kwenye tui zito ukaja ukanilaumu. Haya, leo hii mimi nilikuwa naenda kutengeza uji wa kutosha, yaani uji mwingi. Mimi kama mama huwa napenda sana kuona watoto wangu wanasikia raha, napenda kuona furaha ndani ya familia yangu, napenda kuona furaha ndani ya jamii so leo nimesema natengeza uji mwingi ambao nitakunwa na wanangu, alafu mwingine nitabeba nitakwenda kula na jamii ama majirani pale nje. Haya, koroga yale matusa vizuri maridadi, yalivyoanza kuchemka. Uh, ujue nimetia unga pale kiasi changu, so inategemea na na na maji yako na unga wako, so usiweke maglasi mengi ya maji ukaweka unga kidogo, inategemea na resho yako, sawa. So guys, haya, koroga koroga pale. Ilivyoshemka nikachukua zile pale ngano nikaweka ndani, chukua sukari weka pale ndani mari dadi, vikaanza kutara dadi. Hino ni liki yangu ambayo ilikuwa ko nimeisaga eh, ama nimeiblenda, ndio nikaweka hapo ndani. Haya, hino vanilla ukipenda, unaweka Usipopenda usiweke, sio lazima. Mimi wanapenda napenda napenda ile ladha au sio eh? Inakuwa nzuri sana. Cheki rigorigo letu la uji maridadi. Unauacha unatokota mpaka unashikana. Baada ya hapo, unachukua lile tuizito unaweka juu guys. Nikiwaambia unga wa ngano wa Umi una magic, unaweza pika vyakula vyote ambavyo vinapatikana hapa pwani. Kimojawapo ni hiki hapa uji wa ngano wa unga wa ngano wa Umi guys eh, unashinda kama umeshiba, unashinda na furaha, unashinda mcheshi guys eh. Haya ikawa sina budi kwa ikia ndani hizi thermos, nimwambia leo nataka ni share una uji wangu ambao mwingine nitaacha nyumbani wanangu na familia inywa, alafu uno hapa nitaenda kutembeza. Haya basi hapo nje tukikutana, ukinipata ok, na hicho kiaproni, njoo mbio sana, jua mama mbi leo amebeba furaha ndani ya kapu amebeba furaha ndani ya kapu. Ai, ikaa sina budi kujitweka vile pale vitu vyangu nitoke pale nje, nasema ntakae kutana naye ndio bahati yake, ntakae kutana naye leo hii ndio riski yake. Aya, mama mbii huyo, nikaanza safari yangu maridadi, pole pole mwanamke, sema nende na hii ama nende na hii leo wachanishikehiya huku ntakae mpata ndio huyo huyo. Haya bwana, mbele hapo, nikitembea kidogo, tunapata na gurupu la wababa. Nasema hawa siwaathi leo, nao mpaka kuche. Haya, mjambo kina baba tu jambo, naambia leo nimewaletea mazuri kutoka kwa bidhaa ya umimamambiu Tuletea nini bwana satadei leo? E, naambia leo nimewaletea uji wa ngano wa unga wa ngano wa Umi, guys eh, ah, mama mbii, harufu inavotoka, tutamu sana nawaambia. Haya, hii ndio furaha yangu kuona nyinyi mmefurahi, furaha yangu kuona mmekunywa, mmeshiba, furaha yangu kuona mnacheka kwa sababu ya uji wetu ambao tumeutengeneza na unga wa ngano wa Umi. Haya guys, msisahau pale unga wetu wa Umi unapatikana kwa bei nafuu na duka lolote lile ambalo lipo karibu na wewe. Na hino, nawaambia, ni furaha ya mama. Cheki, ninavyosikia raha mama mbii leo. Katikati kati ya wababa. Haya ah, guys msisahau kutufolo pale TikTok UMI Flour, furaha ya mama, unga ni umi, furaha ya mama umi ndo kusema Sata.